Tunakutana leo tukiwa tumetoka katika maadhimisho ya miaka 64 ya uhuru. Kwa hiyo kwanza niwapongeze wote kwa nchi yetu kutimiza miaka 64 ya uhuru. Hongereni sana lakini, muhimu zaidi niwapongeze kwa jana nchi yetu kuvuka ikiwa shwari kwa amani kabisa na tumebaki salama. Huu ni ushindi wa Watanzania wote na ni jambo muhimu kwetu sisi na mustakabali wa nchi yetu. Yaliyotokea tarehe 29 kila mmoja aliona, na ni mambo ambayo yalitikisa kidogo sifa na haiba yetu kama nchi. Kwa hivyo waliokuwa wanahamasisha yatokee tena tarehe tisa na wito ambao serikali iliutoa na Watanzania wameupokea na wakautii, ni jambo kubwa na muhimu, na kwa kweli nina kila sababu nikiwa msemaji mkuu wa serikali kuwashukuru na kuwapongeza sana Watanzania kwa kusimamia maslahi ya taifa, kwa kulinda nchi yao, na kwa kuisikiliza serikali yao. Nchi italindwa na Watanzania wenyewe. Na tukishakuwa na utamaduni wa serikali inatoa maelekezo au miongozo alafu wananchi wanabeza, taifa linapotea. Kwa hivyo tulichokionyesha jana kama Watanzania ni kitu kikubwa, kitu muhimu sana, na tumeendelea kuidhihirishia dunia kwamba Tanzania ni nchi tulivu, ni kisiwa cha amani. Lakini pia tunashukuru pia vyombo vyetu vyote vya ulinzi na usalama kwa kazi kubwa vilivyofanya. Lakini sisi Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, pia tunavishukuru vyombo vya habari kwa kuzingatia maelekezo na miongozo ya serikali, kuwaelimisha, kuwapa taarifa na kuwahamasisha Watanzania kudumisha amani